Na mtazamaji, na ukosefu wa uhamasisho miongoni mwa wenyeji wa kaunti ya Garissa umetajwa kuwa sababu kuu inayochangia kwa ongezeko la visa vya ukeketaji eneo hilo. Kwenye mkutano uliowaleta pamoja waathiriwa wa kitendo hicho, vijana, wazee na viongozi wa kidini, ilibainika kuwa mafunzo kinzani kutoka kwa wasomi wa dini pia imesababisha wazazi wengi kuwa na mtazamo tofauti kuhusu suala hilo. Hata hivyo, mkutano huo uliafikia kuandaa vikao na wenyeji mashinani ili kutoa sauti zao kuhusu ukeketaji na kupata suluhu kwa tatizo hilo.

It's a traumatizing incident in, in our lives that one can't forget. Ukifanya kuhusisha jamii na sauti yao itoka kutoka mashinani na tukae chini ya mti na tuweze kujadiliana, hivyo ndo tunaweza kukomesha ukeketaji. Hatulazimishi, tunaongeleshana, tunajadiliana na tunaleta suluhisho mwafaka wa kukomesha ukeketaji katika mashinani. Tuangalie vitabu vizuri. Hili ni jambo ambalo haliko kwenye dini, na kwa kuwa watu wamezoea basi, ni kuwafahamisha polepole, na nashukuru viongozi wa dini ambao tumekuwa nao leo hapa. Ni jamii, ni viongozi ambao wameelimika, wameelewa na wanachukua nafasi ya kwanza kutuelimisha. Kwa hivyo mambo ya utofauti kido kidogo kidogo iko, lakini pamoja na kuwa kuna tofauti, wengi wanafahamu ya kwamba ukeketaji haiko kwenye dini ya Kiislamu. Hivyo basi ni kuelimisha jamii wafahamu hilo.